Na, nafikiri tunafahamu kwamba klabu ya soka ya Yanga iko kule nchini Algeria wakiendelea na maandalizi kwa ajili ya mechi ya raundi ya pili katika uh, ile group stage ambapo katika mechi ya awali tuliona uh, wakiondoka na ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya uh, uh, AS Farabat ya kule nchini Morocco. Sasa leo hii wanaendelea na mazoezi katika uwanja ambao utafanyika mechi ya kukata na shoka dhidi ya JS Kabylie siku ya Ijumaa, mchezo ambao kwa Yanga ni muhimu sana na hususan katika kuelekea aa, kutengeneza matumaini ya kufika katika hatua inayofuata kwa maana hatua ya robo fainali. Sasa aa, wakati wakiendelea na mazoezi kule nchini Algeria, kuna ripoti wameweza kuituma kupitia kwa afisa habari wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe na kwenda moja kwa moja kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo, na kuelekea katika mchezo huo wa siku ya Ijumaa. Kwa mujibu wa afisa habari huyo bwana Ali Shaban Kamwe, ameeleza uh, kile ambacho kocha na benchi la ufundi wamekieleza uh, kuhusiana na mchezo tarehe ishirini na mbili huku akisema kwamba kocha amejidhatiti na kwa dhati ya kwamba ana uhakika wa ushindi na kuondoka na alama tatu dhidi ya JS Kabylie katika mchezo huo wa siku ya tarehe 22. Ale kama anasema kwamba Young Africans iko imara, inaendelea vizuri na mazoezi licha ya changamoto za hapa na pale ambazo zinatokana na mashabiki wa JS Kabylie ambao wamekuwa wakifika katika maeneo ya karibu na hoteli ambayo wameweka kambi klabu ya Yanga, lakini bado benchi la ufundi na mwalimu Pedro Goncalves wameendelea kutengeneza saikolojia za wachezaji vizuri, lakini pia uh, timu imekuwa na morale kubwa sana na imeapa kupigana kiume ili kuchukua alama tatu. Kwa hiyo kwa mujibu wa kocha anasema kwamba Young Africans iko tayari kwenda kutetea alama tatu uh, ugenini, si kwa ajili ya kwenda kupata alama moja, bali wako tayari kuhakikisha kwamba inaondoka na alama tatu kwa kuweza kushinda ama kuondoka na ushindi dhidi ya JS Kabylie wakiwa kule nchini Algeria, kama tunavyofahamu kwamba Young Africans si mara ya kwanza Uh, kuweza kupata ushindi wakiwa ugenini kule nchini Algeria. Tunakumbuka uh, kipindi ambacho Young Africans walifika katika hatua ya fainali kombe la shirikisho, waliweza kuondoka uh, na ushindi wa goli moja wa sifuri katika mchezo wa pili wa fainali dhidi ya USM Alger, ambayo ni timu kongwe, timu yenye historia kubwa sana kwa uh, klabu zile za Algeria, hususan katika taifa hilo wa ligi ya Algeria. Kwa hiyo kwa hiyo uh, kocha Pedro Gomes kusema kwamba ana uhakika wa alama tatu, basi tusubiri kuona inawezekana. Ya katini ya yale yote ambayo ameeleza, una maana gani kuhusiana na taarifa hii? Unahisi Young Africans ana uwezo kwa ile kuondoka na alama alama tatu uh, mbele ya wa